Kwa hiyo mke wangu sasa msiba, mbona mie hajanipa taarifa kabisa, nania msiba yeah? ula <coughs> sawa, kwa sababu kutokana na mazingira mimi mwenyewe ninashegishi kama nilivokwambia huko mm, kwenye msiba sitozuia wewe, nenda kaniwakilishe. Cha msingi huko, ukifika msibani, naomba kwa makini uwai, maana sinajua mazingira ni mbaya, yanahitaji mahitaji sana. Haina shida, basi poa. Haya, poa, nitakujulisha. Haya, poa. Oo, mwanamke, msiba? Msiba gani? kama hivi. Halo, nakuja

hata aiti hata aiti kabisa, hata kupokea pokee muna simu nakata tu, yenyewe nakata tu, mambo gani? Ndio shida ya kuchukua naka uswazi namna hii. Kipenzi, nimefika. Kipenzi, mbona umeniweka sana? Unajua uko shani tena, mabonde mabonde namna hii. Kipenzi, mbona umeniweka sana? Angalia nimekuja na gari, nishinda hata kupaki gari, nimeacha huko. Pole penzi kama yani, toto mzulikama hapa kumshika hapa na ubao na kichupa. Usijali, usijali na kichupa, usijali. Yani mimi natamani nipige hata hapa hapa. Twende basi, basi sawa sawa, twende. Kuna sehemu ni mwelekeze wewe. Oh, kazi yako kuelekeza, hamna mpenzi